Tanesco. Tanesco wanatukatia umeme kwa siku mara siku sasa. Kwa vile kuna viongozi wa serikali, wapeleke taarifa kwamba mtaa kwa upande wa usiku tunapata shida. Labda ningeshauri kitu kingine, hii shule yetu ina wanafunzi wengi sana. Ningeomba mwenyekiti na serikali yako, hii shule tungejengewa ukuta Uwa tunapita kwa saa ambazo za masomo tunakuta wanafunzi wanazurura. Kwa hiyo sio jambo zuri sana. Na shule iko katikati ya wananchi. Kwa hiyo kwa watoto wetu wa kike si salama. Ni haya matatizo. Watu watatu nimesema mwingine bado wawili, ili tuweze kumaliza. Adamu, karibu. Kinyamwezi oye! Mimi nilikuwa na pendekezo kidogo kuhusu uongozi. Kamati tumekuwa tukiunda hapa mtaani mara kwa mara, lakini kamati zile zinakuwa zinaishia kufanya kazi chini ya kiwango na kujikuta kuna migogoro mingi na hakuna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo nilikuwa na shauri uongozi ulioingia madarakani ili tuweze kuona kidogo tofauti na vile tulivyotoka nyuma tulikuwa tunaomba uongozi wa serikali ya mtaa sisi wananchi tuwape ridhaa waunde kamati wanazoendana nazo, kamati zisizokuwa na migogoro, ina maana waweze kufanyia kazi vizuri. Kwa hiyo wananchi wenzangu, nilikuwa nawaomba kama kweli tumewaamini hawa watu, tuwape ridhaa watuchagulie kamati zitutendee kazi, sisi kama mabosi wao, baada ya miaka mitano kutathmini, kuone nini kimetokea. Hayo ndio maoni yangu. Wa mwisho, karibu mama. Habari za jioni. Mimi kero yangu ni kwa shule ya msingi Kinyamwezi mpya. Pale shuleni kuna utaratibu wa watoto wana spirit test, ikitokea kama mtoto ukumpa pesa ya spirit test wanamnyang'anya chochote kile ulichompa kwa ajili ya matumizi yake binafsi kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali mtusimamie watoto wetu mimi mtoto wangu ni darasa la nne kila siku speed test ni mia tano usipompa hiyo mia tano mtoto analia anakwambia mama nitarudishwa shule mama nitapigwa na kweli walimu wanapiga watoto kwa kukosa pesa speed test hali ya kuwa hiyo pesa hawatoi watoto ni ya wazazi kwa hiyo serikali, tunaomba mtusaidie kwa sababu watoto wetu wanashinda na njaa muda mwingine, kwa sababu wanaona ile hela matumizi ni bora alipe speed test ili ashinde na njaa. Na utaratibu pale chakula huwa kinapikwa saa nane kamili, muda mwingine mpaka saa nane na nusu ndio watoto wanakula chakula, endapo kama utalipia kwa hiyo kuanzia saa 12 asubuhi mpaka hiyo saa 8 na nusu mtoto anabaki na njaa kwa ajili ya kulipa speed test, kwa sababu mzazi hana pesa ya kumlipia. Sante, swali zuri. Tunaanza na swali la kwanza, swali la mzee wangu pale, swala la umeme swala la umeme tulimwalika meneja wa TANESCO aweze kufika lakini kwa bahati mbaya amepata dharura, atamwakilisha kumtuma na hisi kulingana na swala la mvua. Lakini hili nimelipokea, talifanyia kazi na talipeleka sehemu husika, takupatia majibu. Mzee wangu swali la pili uhusiana na ukuta wa shule niseme kwamba nimepokea, talifanyia kazi, talipeleka sehemu husika, tapata majibu. Swala so, la tatu na la mwisho, nimelipokea pia kuhusiana na pesa ya wazazi alioniambia dada aliotoka hapa huo, nitaongea na uongozi wa shule kwa ajili ya kuweza kutotoa hii kero iliyo iliyoko hapa.